Hivyo ninakusalimu kwa jina lake Yesu Kristo, popote ulipo natumaini umzima. Basi kabla yote, tukapate kuomba. Sante mtakatifu wewe, uliyemwezesha wewe, mwenye uweza, ni wewe tu Mungu wetu unayetuwazia mema, hata kufika siku ya leo, hata kuiona asubuhi ya leo, Bwana si kwa akili zetu, bali ni kwa uweza wako pekee Bwana. E Bwana, tuongoze sawasane injili yako, tukapate kufahamu, tukapate kuiamini injili yako Bwana, ili tukaepukane na uasi mbele yako, tukaepukane na uadui mbele yako, nami katika jina na lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amina. Basi kitabu ni masayo kitabu ni masayo masayo ile moja ule mstari wa ishirini na moja naye atazaa mwana naye utamwita jina lake yesu maana yeye ndiye atakayo waokoa watu wake na dhambi zao naye atazaa mwana naye atazaa mwana na, na utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yesu Kristo alikuja duniani kwa lengo moja tu, kuweza kuwaokoa watu na dhambi zao watu wako na dhambi ndiyo, kama maandiko anavyosema ya kwamba watu wako na dhambi lakini wawezaye kuokoa dhambi duniani ni Yesu Kristo pekee, kwa wale ambao watamwamini, kwa wale watakaopata kufahamu wakaamini injili ya Yesu Kristo, ya kuwa Yesu Kristo pekee ndiyo ana mamlaka ya kuokoa ndiye mwenye mamlaka ya kuondoa dhambi katika mioyo yetu, katika ufahamu wetu, na katika mawazo yetu. Iko dhambi ndani yako? Uko katika maisha dhambi, mesema, ya dhambi, mtumaini Yesu Kristo kama maandiko yanavyosema ya kuwa Yesu Kristo pekee ndiye aliyezaliwa, alizaliwa kwa umbile la mwili wa mwanadamu ili akapate kutuokoa ili akapate kutuokoa na dhambi zetu. Ukisoma Yohana Yohana nane ule mano saasina nne anasema, amini amini nawambieni ya kuwa kila tendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, kila tendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hivyo Yesu Kristo anapata kujidhihirisha ili tukapate kumwamini tukafanyike kwa watumwa wa haki. Mwanadamu uliyezaliwa na mwanamke, inawezekana kuwa mtumwa wa haki pale tu ambapo utamwamini Yesu Kristo. Yeye ndiye aliyekuja kwa ajili ya kutuokoa. Chunguze moyo wako, ungeukia Yesu Kristo akapate kukuokoa wewe. Ni mtumwa wa dhambi. Dhambi inatumikisha watu, dhambi inaangaisha watu. Wanatamani kutenda mema, wanatamani waiache, wanatamani waepukane nayo, lakini wanaishia tu kutamani, kwa sababu nguvu ya kuacha dhambi hakuna ndani yao. Ili ukapate kuepuka maisha harana maisha ya za dhambi, maisha ya ulevi, maisha ya uzinzi, maisha ya michepuko, ni lazima mwamini Yesu Kristo, umfanye kuwa Bwana na mwokozi wako. Hayo yote yanawezekana kwa yatakaye mwamini. Mara tunaokolewa kwa imani pasipo tendo lolote, ni katika kuamini kile maandiko yanachosema isonga kitabu kinasema, yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa bali yeye aziungamaye na kuziacha. Ukapate tukapate kuziungama dhambi zetu, ili tukapate rehema. Anayetoa rehema ni Yesu Kristo, yeye ana mamlaka, yeye ni njia kwa watu wote watakao mtegemea. Ndugu yangu, nataka nikwambie, tupo kwenye hatua nyakati za tari. Tusipomkabidhi Yesu Kristo maisha yetu, tukiendelea kuipenda dunia, iko ghadhabu ya Mungu. Ipo ghadhabu ya Mungu kwa wale ambao watashupaza shingo zao, ambao wataigeukia Injili kuto kuiamini, wataipuza neno. La Mungu lipo kwa ajili ya watu wote wakubwa kwa wadogo, vijana wazee, wote. Yesu Kristo anasema, nimewachagua, nimekuja kuwatumikia, wakapate kuacha, wakapate kuepukana na uovu wote. Mwamini Yesu Kristo, yeye ndiye Mwokozi. Maandiko ameweka wazi ya kuwa Yesu pekee ndiye aliyekuja kuwaokoa watu wake na zambi zao. Tunaokoa kwa kumwamini kila anachokisema, kila anachokisema huyu Yesu, ukiamini na kukitenda unapata kuwa huyu masaa ya nne ule mstari wa kumi na saba, tokea wakati ule Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umekaribia kwa watu wote, wakapate kumgeukia Bwana Mungu wao ambaye ndiye ataondoa na uchafu wote. Atakayeondoa uchafu ndani yako si zebu yako, si mchungaji, si askofu, ni pale atakapomwamini Yesu Kristo. Chunguza moyo wako ni namna gani ulivo mbele za Mungu, ukapate kuwacha, ukapate kutubu, ungeke mumba wako, ila akapate kukusafisha. Yesu anasafisha dhambi kwa wale waaminio. Dhambi ni utumwa, dhambi na tesa, dhambi na tesa, na malipo ya dhambi mauti, malipo ya dhambi ni mauti, Mshahara wa dhambi kwa watu wote wanaotenda dhambi wanaokataa ambao wamamini Yesu Kristo ni mauti. Yesu Kristo yeye alilipa dhambi kwa mauti yake, kwa kusulubiwa kwake, kwa kufa kwake, alikuwa anailipa dhambi sanasana, malipo yake, maana mshahara wa dhambi ni mauti, akakulipia mauti yake ili ukapate kumwamini Usiende kuhukumiwa, usiende kuhukumiwa, usiende katika ziwa la moto, lile ziwa lililoandaliwa kwa wale ambao watashupaza shingo zao, wataona injili ni uongo, kupe kulia na kusaga meno baada ya kufa katika dhambi. Ewe mtobokongolosi, usikubali ukafa ukiwa bado hujatubu. Saa ya uokovu ni sasa, wakati ulipokubalika ni pale unaposikia injili. Mungu anakwita kupitia injili yake, anasema ukapate kutubu, ukiepukane na matendo ya mwili, ukiepukane na mambo ya dunia. Watu wamelewa katika dhambi, watu hawamjui tena Mungu, watu wako bize katika mambo yao wenyewe. Mungu anasema wewe ukifa na dhambi hakuna ruma tena. Wakati wa kubadilika ni sasa, wakati wa kumgekia Mungu, wakati wa kujitambua ni sasa, maana kila wakati katika dhambi huo ni upofu. Gekie Mungu akupate kutoa katika janga nene, katika giza nene. Maandiko yanasema Yesu alizaliwa Yesu alizaliwa ili akapate kuokoa watu wake na dhambi zao. Cha ajabu, maajabu ya dunia, wale watu wanakataa. Wale watu wake wameipenda dunia, wameupenda ulevi, wamependa pesa, wamependa maisha yao, wamedanganywa narii shetani, wasipate kugeuka. Lakini injili inaendelea kwako, injili inaendelea kukuita Yesu anaendelea kuwaita watu wake, anasema rangu bado liko wazi kwa, mwaminie, rasema, kwa kao, mea, mezigo, yeye amwaminie. Kisoma maandiko anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, mkapate kupumzishwa. Yeye ndio pumziko la kweli. Zambi ni mizigo zambi, zambi ni mifungo zambi, zambi ni giza. Njoo katika nuru ukapate kumulipwa ukapate kumulikwa ili giza lako lote likapate kutoka. Haleluya! popote ulipo, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Asema yeye ndiyo njia, mtu awezi akaenda mbinguni, awezi akaenda kwa Baba pasipopita kwa njia ya yeye. Ni lazima tukapate kumwamini Yesu Kristo. Ni lazima tukamwamini Yesu Kristo kwa yale anayoyasema, na agizo pekee la Mungu, agizo pekee kwa Mungu kwa wanadamu wote ni kwamba ukapate kutubu, tengeneza rafiki na Mungu kwa kunyenyekea na kwenda kutubu, ukapate kugairi yale maovu yote. Maana anayekuamuru ni msafi, asema wakati wa kusafishwa kwako umefika Wakati wa kuondolewa maovu yote ni pale tu utakapomwamini Yesu Kristo, maana si kwa tendo lolote utakaloweza kulitenda ili ukapate kuokoka. Uokovu ni imani, uokovu ni kuamini, uokovu ni kuamini kile kinachonenwa, kile kinachosema sawasawa na Maandiko, sawasawa na Maandiko. Maandiko yanashuhudia kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu Kristo alisulubishwa kwa ajili ya dhambi zetu, ili sote tutakao muamini tukapate surubisho pamoja kwa imani. Alipigwa yeye, lakini unapotubu ikionekana na wewe ulipigwa lipigwa mimi. Naamini kilichotendeka msalaba msalaba wa Yesu Kristo ndiyo ukombozi. Weka tumaini kwake uamini kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba ni kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi ya vijana dhambi ya wakubwa kwa wadogo Yesu Kristo aliwafia watu msalabani, waache kulewa, waache kulewa. Ndiyo sababu ya Yesu Kristo alienda msalabani tukapate kuachana na pombe. Yesu Kristo alienda msalabani kusiwepo na mauaji, watu wakamwamini Yesu Kristo ili akaondoke katika utumwa, utumwa wa dhambi, utumwa wa dhambi, utumwa wa ulevi, utumwa wa uzinzi, utumwa wa uchawi. Yote ayo Yesu Kristo aliyaona katika moyo wako, akaweka njia ukapate kuifuata, ili ukaepukane nayo. Ewe mwanadamu, uwe na masikio ya kusikia. Ipo ghadhabu, ila kuja inakuja kwa walio shupaa shupaza shingo kwa walio ya masikio yako usipate kusikia. Mwamini Yesu Kristo akusaidie, akusaidie dhidi ya matatizo yote. Yeye ndio mbeba matatizo yote, yeye ndio mbeba mizigo yote ambayo inamsumbua mwanadamu. Mwanadamu mombo na tabu nyingi lakini msaada wako ni Mungu pekee, naye Mungu anakuita. Hawezi kujifunua pasipo kutubu, pasipo kumwamini, pasipo kumwamini. Asema kila mwendeaye Mungu ni lazima amini kwanza kuwa yuko, ni lazima ukapate kuamini ya kuwa Mungu yupo, ndipo atakusafisha lakini tukisema Mungu hayupo, na tukisema hatuna dhambi, tutakuwa tunajidanganya. Wanadamu tumeombiwa dhambi, tumetoka kwenye asili ya dhambi, lakini mkombozi wetu ni Yesu Kristo. Yeye ndo anapata kutukomboa, yeye ndo anapata kutusafisha. Hivyo tumkiri yeye, tumwamini yeye, umwamini Yesu Kristo. Yesu anakuita, Yesu anakuita na uchafu wowote ulio nao akapata kukusafisha yeye. Sofisha, yeye ndio anasafisha, yeye ndiyo ondoleo ya dhambi. Yeye pekee, hatuna mwingine zaidi yake. Yeye tumwamini, Yesu Kristo, tumwamini Yesu Kristo aliyekubali mauti yetu ili tukabaki kuwa salama. Usalama wa mwanadamu, usalama wa maisha yako ni pale utakapomwamini Yesu. Pasipo Yesu, haya ulionayo nakudanganya tu, afya ulionayo nakudanganya. Kuna wakati tayeyuka, kuna wakati tanyauka. Mwanadamu ni maua tu, unachanua, unanyauka, unakauka, unadondoka. Ukidondoka pasipo Yesu, utakuwa mgeni wa nani? Wakati ni sasa, nanyi vijana Mwamini ni Yesu Kristo, angali bado mna nguvu mukapate kumtumikia. Tusipende dunia, tuwe na upendo wa kumpenda Mungu, tugeukie wote kwa pamoja, tuiamini Injili. Injili inatuita sote, haibagui. Hakika Mungu, maandiko yanasema ana upendeleo, kila atakaye mwamini kila atakayemkubali, kila atakayemtumikia, mahali popote, yeye atamchukua, yeye atamsafisha. Ni wakati wako sasa wa kumwamini Yesu Kristo, wakati umeisha, mbele yako ujui, kesho yako ujui. Anza na Yesu, wewe umwamini Yesu Kristo, yeye aliyezaliwa kupitia Mariamu, ili aweze kuokoa watu wake.

na Yesu Kristo. Zambi ni utumwa, zambi ni mizigo, zambi ni mafarakano, zambi na tesa. Zambi inafarakanisha, zambi inafarakanisha hata na ndugu zako, zambi inafarakanisha hata kwenye ndoa, zambi inafarakanisha, inaibua asira, inaibua chuki, hivyo inatesa, inaharibu ndoa za watu. Ni kwa sababu tumekosa ufahamu. Tugeukia wapi? Tugeukie kwa Yesu Kristo. Yesu ndio mlinzi wa yote, Yesu ndiyo muweza wa yote. Mwamini Yesu Kristo, akapate kuwa muweza wako. Hakuna jina lingine tulilopewa chini ya mbingu liwezalo kutuokoa liwezalo kutuokoa kwalo, ni jina la Yesu Kristo. Tupate kulitumaini hilo, tupate liashira zetu katika hilo jina, na tutasafishwa na tutasaidiwa na litaleta riziki katika kazi zetu. Jina pekee mwanadamu ulilopewa ni jina la Yesu Kristo. Yesu pekee ndiyo msaada wetu, Yesu pekee ndiyo tumaini watu wote. Hivyo watu wote tukamtumaini yeye, tumsikilize yeye. Yeye anasema ya kuwa tupate kutubu. Yesu anahubiri toba, anaelewa mazala zambi Ukifa na dhambi hakuna toba tena. Wakati wa kutubu ni leo, wakati wa kutubu ni pale tukiwa mzima. Ukifa katika dhambi kazi yako imekwisha, unaenda kulipwa sawasawa na matendo yako, sawasawa na mambo yako uliyoyatenda, yataambatana na wewe. Ni heri atakayekufa katika Bwana, na mwakapate kupumzika, maana matendo yake yataambatana na yeye lakini ni matendo ya mtu ambaye hayana Yesu Kristo, ambaye hajazaliwa mara ya pili, ni maovu, ni machukizo, ni machukizo hata kwa jamii, hata tu jamii ya matendo yako waja ya kubali ndio maana unayatenda kisirini. Ndio maana unajitendea ukiwa umejificha, unasubiri wakati wa giza, unajua. Ikiwa ni mchana, hakuna takaye kuangalia, hakuna takaye kusaidia. Nataka nikwambie, yupo anaye kuona, yupo anaye sirini, ndipo na Mungu kapate kuacha, ndipo na Mungu kapate kutubu. Mungu anasema yeye, jicho lake linaangalia kote, linamwangalia mwenye haki, linamwangalia na muovu. Hivyo matendo yetu yote mbele zake yako wazi, yote nao yatenda uchafu wote ulioutenda yeye, vichu na lolote yeye, yote yako wazi mbele zake, lakini anasema wakati wa hukumu bado ni wakati wa rehema watu wakapate kutubu na akapata kwa rehemu kutubu kukoje kutubu ni kuamini njiri na kugeuka na kuwacha yale yani mabaya yote uliyokusudia kuyatenda uliyoyatenda unayotaka kuyatenda unayaacha kwa kuwa umesikia neno limekukataza maana tunatokana kwa neno vyote vilivyotokea, vyote vilivyotuzunguka, kazi ya neno. Neno ndio lilifanya vyote tunavyoviona. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, pasipo neno hakuna kilichofanyika, hakuna kilichotendeka. Hivyo mbele ya neno hakuna ambaye anaweza akajificha, hakuna ambaye atasema hili sijaonekana, hatutakuona sisi, lakini mungu anaona anaona watu wanavyochepuka, anaona watu wanavyoangaika na ume wa watu, anaona wanavyoangaika na wake za watu. Yote hayo ni mafarakano na muumba wako. Sheria Mungu inagoma, sheria Mungu inasema usizini, lakini unazini, kwa sababu kiburi kimejaa ndani yako. Nipo, anasema, anakuhurumia. Tubu. Yesu alikuja kutuokoa na dhambi zetu, tukapate kumwamini mwamini Yesu Kristo wewe dada mwamini Yesu Kristo wewe kaka ukondoke katika hali ya utumwa dhambi ni utumwa dhambi ni mzigo dhambi ni mzigo mzito ambao umekuelemea mwanadamu ambao unaelemea mwanadamu ni mpaka ukutane na Yesu Kristo ndipo utakuwa na faraja ndipo utakuwa na amani Asema amani niwapayo mimi, si kama amani ya watu wengine, si kama amani ya dunia hii. Amani ya dunia hii ime, ime, imekaa katika mali, katika vitu. Ukipata utafurahia, vikiisha utabaki katika hali ile ile. Lakini Yesu Kristo anasemaje? Asema mwamini, muamini, umwamini yeye tu. Katika vichache ulivyo navyo, ataachiria amani, utaenenda kwa amani tele, kwa sababu uko na yeye uko uh, na tumaini la mbele, uko uh, na tumaini la uzima ule, uh, uzima wa milele. Upo uzima wa milele, ipo mbingu mpya inakuja, itaenda kufarakanishwa, itaenda kuondoshwa. Mwanadamu utakuwa upande gani? Mwanadamu utakuwa mgeni wa nani ile siku itakapofika? Na ile siku anasema, ni siku tu ya kufumba na kufumbua, kila kitu kitageuka, kila kitu kitageuka. Hata mwapa kazi mipako hatapakumbuka tena, hautapata amani tena, maana ni siku mbaya ni siku inayotisha haikuwahi kutokea, itatokea, inakuja. Yesu anaombea ana watu, Yesu anaambia watu wapate kujiepusha na hiyo ghadhabu. Hakutakuwa na msamaha. Wakati wa kusamewa ni sasa, wakati wa kusamewa ni sasa. Ni yeye tu yule takayemwamini Yesu Kristo kila anachokisema, ili akapate kugeuka. Yesu anasemaje ye? Yesu anaamuru watu wote wakapate kutubu, watu wote wana makongorosi, wakaepukane na uzinzi, wakaepukane na uzinzi. Uzinzi ni machukizo mbele za Mungu, pombe ni machukizo mbele za Mungu. Anasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akai kwako, kwa sababu una mnajani, una unajisi mwili kwa sababu natenda leo maovu, hivyo amekaa noa machukizo ndiye anayekutumikisha ndiye amebeba mzigo mkubwa, amekutwisha. Unakuwa ujielewe hata mwenye muda mwingine ni kwa sababu umefarakana na injili ya Kristo, uko mbali na neno, neno linakwita neno linakuita, Yesu anakuita asubuhi ya leo. Sikia wito Yesu Kristo asubuhi ya leo, mwamini Yesu Kristo, umwamini Yesu Kristo. Ameona yote uliyoyatenda, ameona mateso yako, lakini anaamuru kapate kutubu. Sante mtakatifu, sante na uliesikia injili ya Yesu Kristo, Mungu akapate kubariki Sante mtakatifu. E Bwana uliye mwezeshi na mtazama neno lako Bwana, la injili ni mbegu yako kwa watu wote, amepata kupandwa mahali hapa. Roho yako pekee Bwana, roho yako pekee, peke mwezeshi, roho yako anayeweza, anayeshuhudia zaidi. Roho yako ndio ashuhudia ulimwengu, kapate kutembea kwa kila mmoja mmoja, na kumsukumia na kumvuta kwako. Bwana, roho yako pekee ndio anavuta watu katika uokovu wako nao ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amina.